Zaburi tisini na moja mstari wa kwanza asema, aketie mahali pa siri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu, ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumainia. Mahali pasili, the secret place. Mahali pasili ni mahali pa kujificha, na hakuna shetani anayeweza kumpata yule ambaye Mungu amemficha. Mungu alipoumba mbingu na nchi alimuumbia mwanadamu mazingira ya namna ambayo awe amefichwa mahali, awe amejificha mahali, mahali ambapo adui atakuwa hana kitu chochote kile cha kupanda ndani ya mtu ambaye yuko kwenye uficho wa Mungu mpaka kwanza awe ametoka nje ya ule uficho wa Mungu, ndipo adui atakuwa na access naye. Kwa mahali pa siri, ni mahali pa kujificha na hakuna shetani yoyote anayeweza kumpata yule ambaye imefichwa na Mungu. Anasema aketie mahali pa siri pake aliye juu, atakaa chini ya ataka uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakemtumainia, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. Kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulikao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu elfu watanguka mbavuni pako na elfu mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe ndiwe Bwana, ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Matokeo yake ni nini? Inasema mabaya hata kupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao atakuchukua, mguu wako sijikao katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa mguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Ukisoma hapa hii Zaburi tisini na moja utagundua kwamba uwepo wa Mungu ndiyo dawa ya hofu ya adui. Uwepo wa Mungu ndiyo dawa ya hofu ya adui ndani ya mtu. Watu wengi sana na jamii kubwa sana wanaishi ndani ya hofu, wanakuwa na hofu, wanaogopa vitu vingi sana. Kuna hofu ya kimaisha, kuna hofu kwa ajili ya kesho, kuna hofu ya mambo mbalimbali. Kuna taarifa ukizisikia, unasikia hofu. Lakini uwepo wa Mungu ndiyo dawa ya hofu ya adui kwenye maisha ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu adui hawezi kupenya wala kutenda kazi mahali ambapo Mungu yupo. Kwa hiyo kuna ulinzi uweponi mwa Bwana, kuna usalama uweponi mwa Bwana kuna ulinzi na usalama uweponi mwa Bwana. Anasema mabaya hata kukaribia wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, kwa kuwa Bwana ndio kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hata kukaribia wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa hiyo uweponi mwa Mungu kuna usalama. Kwa mahali pake pa siri ni mahali ambapo Mungu ametupa kama pa kujificha. Mahali pake pa siri ni mahali ambapo Mungu, mahali pa siri, mahali ambapo Mungu amepaweka kwa ajili ya watu wake wote waishi humo ili kufichwa kinyume na kila aina ya uharibifu wa adui zaburi sura ya sitini na saba mstari wa nne na watano, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Daudi anauliza anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? maana hakuna mtu akumwogopa. Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? watenda mabaya waliponikaribia, walinee nyama watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. vita vivijapo nitokea, hapo nitatumaini nini? Anasema, neno moja nimetaka kwa Bwana na ndio nitakalotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Anasema mradi atanistiri ndani mwake siku ya mabaya mradi atanisitiri maki atanificha, atani uweponi mwake, atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake, nitaimba nami nitaimba, nitamhimidi Bwana. Kwa jinsi ya mwili na kwa jinsi ya kidunia, watu wanaweka vitu vya thamani mahali pasiri. Ukienda benki, wanakuwa na strong rooms ambapo wanaweka humu ndani wana vyumba ambavyo vimejengwa kwa zege na nondo, zege kali, chini ni zege, kuta zake ni nondo na zege tupu, juu wameweka nondo na zege tupu. Hakuna namna ambavyo unaweza kutoboa, lakini pia milango yake ni ya chuma, na ukiingia ndani mule kuna zile sefu, zile sefu za hela zile, na zenyewe ni ngumu, ni kubwa, ni nzito, zimefichwa kwa sababu kuna vitu vya thamani vimewekwa kule. Mungu alipomuumba mtu aje duniani, alimtengenezea mazingira ya yeye kukaa mahali pa kujificha. Ndio maana Mungu alipomuumba mtu duniani, aliyemleta wakati shetani tayari yupo. Shetani alikuwepo duniani, Adam aliingia busana Eden wakati shetani tayari yupo, lakini shetani alikuwa hana access na Adam, sababu alikuwa anakaa chini ya uvuli wake, alikuwa anakaa chini ya uwepo wake, alikuwa anakaa chini ya hema yake, kwenye sitara ya kwake kwa amefichwa huko. Lakini adui alitafuta namna ya kumpata ni mpaka kwanza amtoe kwenye lile eneo, amtoe kwenye ile mahali, amtoe kwenye uvuli wa kwake, amweke nje ya uvuli, ndio maana akamconvince kinyume na Mungu ili atoke nje ya uvuli wa Bwana, na ndio maana alipotoka nje ya uvuli wa Bwana akapoteza kila kitu kwa hiyo mtu akitaka kila kitu lazima kwanza arudi kwenye uvuli wa Bwana sababu alipotolewa nje ya uvuli wa Bwana, Mungu akaja akamwambia, miiba na michongoma itakuzalia neno. Ita ni wakati ujao, make Mungu anamwambia, sikukumbia miiba sikukumbia michongoma, lakini nje ya uvuli wa kwangu kuna miiba, nje ya uvuli wa kwangu kuna michongoma, lazima utakula kwa jasho. Sikukuumba ili ule kwa jasho sababu, lakini sababu uko nje ya uvuli wa kwangu, uko nje ya stara ya kwangu, utakula kwa jasho. Na kuanzia pale shetani akawa na nafasi ya kugusa maisha ya mtu, ila baada pale hana nafasi ndio maana ukisoma kitabu cha Ayubu Biblia inasemaje? Ayubu alipoenda kwa Mungu, Ayubu sura ya kwanza, akaambia Ayubu hakuchi bure hakuheshimu bure hakuhofu bure, umemzunguka umelinda kila kitu, mpaka mifugo yake, mpaka ng'ombe wake, mpaka watoto wake, mpaka familia yake, mali zake. Ndio maana anakuheshimu sababu umemzunguka. Akaambia ondoa ulinzi wako kwake uone. Kwa shetani hana namna ya kugusa kitu cha mtu ambacho kiko chini ya uvuli wa Bwana. Shetani hana uwezo wa kugusa maisha ya mtu ambaye yuko chini ya uvuli wa Bwana. Ni mpaka kwanza uvuli wa Mungu uondoke kwa mtu, ndipo shetani anakuwa ana access na maisha ya mtu. Ndio maana akamconvince Mungu kwanza ili aondoe ulinzi wake kwa Ayubu, ili aondoe ulinzi wake kwenye ng'ombe wake, aondoe ulinzi wake kwenye mali zake, kwenye watoto wake, kwenye hadi mashamba yalikuwa mashamba chini ya uvuli wake. Ni ishara ya kwamba mtu anapompa Yesu maisha yake, akaamua kukubali na kukaa chini ya uvuli wa Bwana, kila kitu cha kwake kinakuwa kiko chini ya ulinzi wa Mungu. Ndio maana hata mashamba ya Ayubu yalikuwa chini ya ulinzi wa Bwana, hata mifugo yake ilikuwa chini ya ulinzi wa Bwana, hata, hata watumishi wake wake, hata watumishi wake walikuwa wake, walikuwa wanachunga ng'ombe wake chini ya uvuli wake. Uweponi mwa Mungu kuna nuru ambayo ipo tu, usema kitabu okay, cha Ufunuo anapongelea habari za mbingu mpya na nchi mpya. Anasema nchi ile Yerusalemu mpya, anasema hakutakuwa na jua wala mwezi, ila nuru yake atakuwa ni mwanakondoo. Kwa sababu kwa sababu nini? Kwa nini nuru yake ni mwanakondoo? Kwamba Yesu ndiyo atakia kuwa nuru ya ule mji, patakuwa hakuna jua wala hakuna mwezi, ila nuru yake itakuwa ni mwanakondo. Kwa nini ule yake ni mwanakondo? Kwa sababu, Injili ya Yohana sura ya kwanza inatuambia hapo mwanzo alikuwako neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, yote yalifanyika kwa huyo, pasipo kufanyika chochote kilichofanyika. Asema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nuru ing'aa gizani na giza halikuishinda. Kwa ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru ing'aa gizani na giza halikuishinda. Kwa mahali pale popote ambapo Yesu yupo ndani yake kuna nuru, ile nuru ing'aa gizani. Kwa ndio maana kwenye mji ule patakuwa hakuna jua wala mwezi, la nuru. Nuru yake itakuwa ni mwanakondoo. Kwa unapokuwa chini ya uvuli wake, maake unakuwa mahali alipo, unakuwa pamoja na yeye, automatically nuru inakuwepo. si kwamba unaomba nuru iwepo, si kwamba unamsii Mungu alete nuru yake, nono inakuwepo automatically. Kwa inakuwepo tu, sa unaitafuta na ikiwepo, maanaake nini? Giza linaondoka automatically pia. Kwa kinachoamua giza kuwepo ni kutokuwepo kwa nuru. Ndio maana hata kama ni mchana, wingu likitanda la mvua, jua likawa haliwezi kuwaka vizuri, unaona sasa kwamba kuna mwanga umepeleka, kuna kama giza. Kinachoamua uwepo wa giza ni ukosefu wa nuru, kwa hata kwenye maisha ya mtu, kinachoamua uwepo wa giza kwa mtu ni ukosefu wa nuru kwa mtu. Kwa unapokuwa chini ya uvuli wa Kristo, unapokuwa chini ya wingu la kwake, unapokuwa chini ya uwepo wa kwake, automatikali lile giza linaondoka kwenye maisha yako. Nikisema giza, maana kuna mambo mbalimbali mbali ya adui yanapotea kwenye maisha ya mtu. Si kila kitu kinakuwa kinahitaji uombe kwanza ili kiondoke, kuna vingine vinapotea automatiki tu vinapotea, unakuwa hukumbuki, hukumbuki ni lini ulipitia changamoto hii, hukumbuki ni lini uliugua, hukumbuki ni lini ulilala njaa, hukumbuki ni lini ulikataliwa, hukumbuki ni lini ulisimangwa, hukumbuki ni lini yani, unasahau una kwa una sababu ni sababu ume potelea kwenye uwepo wa Bwana unakuwa ukumbuki ni lini ulikwama, unakuwa ukumbuki ni lini ulipitia mambo yale yote, yaki yaki adui adui yanapotea ghafla yenyewe, kwa sababu unaishi chini ya uvuli wake.